Hivi e, mnaweza mkalikumbuka jina hilo e, ametumikia nafasi mbalimbali mbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa hasa Tanzania bara, na mara ya mwisho akitumika kama mkuu wa wilaya katika wilaya ya Kondoa. Sasa huyu niliyenaye mbele yangu hapa ni mwanaye e, Fatma Mikdadi Saidi Ulaya huyo yuko hapa Morogoro na ni mfanya biashara lakini pia nimeambiwa kwamba ni mdau ndani ya TCCIA. Hey, hapa Morogoro, karibu sana asante. Salamu alaykum. Alaykum salam. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi iendelee. Na hapa mnasalimianaje ki Morogoro? Morogoro hapa tunasema sekta binafsi na uchumi wa nchi. Aha, sekta binafsi na uchumi wa nchi. Okay. Sasa hiyo ni ya TCCIA. Ndio. Karibu sana hapa kwenye kipindi chetu hiki cha moja kwa moja, na tumefurahi kwamba tunafanya mahojiano mm -hmm. na mwanamke mm -hmm. tuko kwenye hatamu ambayo inaongozwa na mwanamke mm -hmm. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa mara ya kwanza mm -hmm. rais mwanamke katika nafasi ya juu kabisa kuliongoza taifa letu mm -hmm. hilo tu peke yake linawapa fahari gani ninyi wanawake? Linatupa fahari kubwa sana mm -hmm. tunajivunia kuwa na rais mwanamke mm -hmm ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata hmm. na nje ya nchi pia hmm. tunasikia fahari kubwa sana kuwa na kiongozi mwanamke hmm. hiyo fahari inakuaje? Mama anaweza kaa nakutizama, hapa ndio unaposema mnajisikia tu fahari kuwa na kiongozi mwanamke. Kwa nini mnajisikia fahari? Yani kwa nini? Kwa sababu hajawahi kuwepo au aliyoyafanya amethibitisha kwamba wanawake mnaweza au ni kitu gani hasa? Amethibitisha mm. kwamba wanawake tunaweza, na mama anafanya kazi nyingi mm. amefanya mambo mengi makubwa mm. mengi, hususani, kwa mfano naweza nikasema moja kwa moja mm. e, mkoa wa Morogoro, wilaya ya Morogoro Mjini, kata ya Mafisa mm. mama ameweza kuthubutu kuingiza fedha shilingi milioni mia nne sabini mm. na tano na laki tatu kwa ajili ya ujenzi wa shule mm -hmm. na kulikuwa na shule jirani pale ilikuwa ina msongamano mkubwa sana mm -hmm. Lakini mama kutokana na juhudi zake alivyoingiza fedha zile, shule imeweza kujengwa pale, inaitwa shule ya msingi Viwandani mm -hmm. wale wanafunzi wengine kwenye shule ile ya msingi ya Muungano wamekatwa nusu mia nane, wamekuja shule mpya mm -hmm. kwa hiyo unaona kabisa kwamba mama anafanya mambo mengi na, na, na wewe unayasemaje hayo ya shule? Wakati hapa umejitambulisha kama mfanyabiashara, unayasemaje hayo ya shule? Ulijuaje mpaka hizo dijiti za za fedha hizo ulijuajuaje? Okay, kwa sababu mi pia ni sehemu ya mwananchi mm -hmm. lakini pia ni, ni mzazi mm -hmm. lakini pia kule shuleni ni mjumbe wa bodi pia mm -hmm. ya shule ile, ndio maana mm -hmm. nimeweza kujua hivyo vitu na ndio maana nimeona ni vema pia niseme hayo kwa sababu ni sehemu ya mazuri ambayo ya mama nayo ameyafanya. Kwa hiyo tunajivunia, na, na ni kama umeniwahi tu, na e, ni kama umeniwahi tu nitamani sana kusikia miaka mm, hii minne ya rais Samia kwenye mm, uongozi wa juu kabisa nafasi ya juu kabisa ndani e, ya nchi yetu mm, nafasi ya urais yeah, ni rais mwanamke yeah. Na katika miongoni mwa hotuba zake za mwanzo kabisa mheshimiwa rais aliwahi kusema aliyesimama hapa ni mwanamke mm. tena ndiye mwanamke rais wa Jamhuri mm. ya Muungano wa Tanzania Dio. Ile iliamsha ari hivi kwa wanawake kwamba ndio tunaweza, kwa sababu katika nyakati zote zilizopita iwe katika ngazi za chini mpaka ngazi za juu wanawake si si halalishi, lakini ndivyo kama ilivyokuwa inaonekana kwamba bwana hmm. yeye hey, tunaweza kuongozwa na mwanamke hmm. Wakati Mheshimiwa Rais amechukua ile nafasi baada ya hayati Magufuli kuwa amefariki ame hmm. watu wengi walikuwa na wasiwasi, inawezekana itawezekana? Mama kweli atatuvusha? Mama ataweza kuongoza nchi? Ataweza kuwaongoza wanaume? Huyu wewe ulikuwa unajisikiaje? Mimi nilikuwa najisikia vizuri kwa mm. sababu nilikuwa naamini sisi wanawake tunaweza, mm -hmm. tukiamua jambo letu huwa hatushindwi mm -hmm. E, kwa kweli mama anaweza na anafanya vizuri sana mm -hmm. tena tunamwombea heri mm -hmm. Mungu ampe maisha marefu mm -hmm. aweze kutimiza azma yake mm -hmm. E, wewe ni mfanyabiashara hapa Morogoro, ndiyo? Kwa namna gani umenufaika na uongozi wa rais Samia? Tumenufaika kwenye mambo mengi hususani, hata kwenye masuala haya ya mikopo hmm. Anasisitiza sana wakina mama, hususani wafanya biashara hmm. Inapotokea fursa ya mikopo, wapewe mikopo moja kwa moja no, watu wenye yu, vigezo ndio tuko kwenye prosesi sasa. mm -hmm. E, tunaamini tutapata tu ndio. mm -hmm. na mtazamaji, ninazungumza na mtoto aliyewahi kuitumikia nchi hii katika ukubwa kabisa, mzee Saidi Mikdadi mm -hmm. Ulaya e, lakini huyu ninayezungumza naye ni mtoto wake, anaitwa Fatma Mikdad Saidi Ulaya. Yeye ni mkazi wa hapa Morogoro, lakini ni mfanyabiashara mkubwa pia hapa Morogoro, na anajaribu kuangazia na kutueleza miaka minne ya Rais Samia kwake yeye, lakini na kwa kundi kubwa jingine lina la watu wanaomzunguka kama wafanyabiashara imekuwa na tafsiri ipi? Na umemsikia hapo mwenyewe anavyozungumza, anasema hata wakati mama amechukua nchi, yeye binafsi hakuwa na shaka, kwa sababu anaamini au aliamini kwamba wanawake wanaweza, na kweli hayo anasema Mheshimiwa Rais ameyathibitisha kwa sababu ya makubwa ambayo ameyafanya. Wakati tunaanza kipindi hapa, umesema wewe pia ni mdau wa e, chemba hii ya wafanyabiashara ya biashara, viwanda na wakulima mm. Mm. Kwa kiwango gani unaridhishwa na utendaji wa kazi wa TCCIA? Kwa sababu kwingine huko tulikopita tunaambiwa TCCIA mm. ilishabaki kuwa, kisha baki kuwa chombo cha watu fulani fulani, si, si watu wote. Wewe uko ndani ya TCCIA kama mdau mm, unaridhishwaje mimi naridhishwa na mwenendo mzima wa utendaji wa TCCIA kwa sababu hata wanachama au watu wanaendelea kuwa wanachama wanapata themi, semina kwa ajili ya kujua TCCIA ni nini, kwa sababu kuna mwingine anazungumza lakini hajui TCCIA ni kitu gani au inahusika na nini. Kwa hiyo mimi naridhishwa kwa sababu mafunzo yanatolewa na watu tuliomo humu ndani, tunaona kabisa hata mwenyekiti wa mkoa anajitahidi sana kuwa karibu na wafanyabiashara, watu wa kilimo kadhalika na jamii yote iliyomzunguka hmm kwa hiyo mambo yanakwenda tu vizuri vizuri. Hatuzungumzi mm -hmm. eh. kuhusu mambo ya vyama vya siasa hatuzungumzi kuhusu habari ya unini mm. wala nini lakini lazima tukubali kwamba e. Serikali ni ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi e, ndicho chenye serikali mm. na serikali inawajibika kwa Chama cha Mapinduzi, sawa sawa. Rais Samia anatokana na serikali ya Chama cha Mapinduzi na bado wako kwenye kutuongoza mm. e, siku chache zilizopita CCM walizindua ilani yao ya Chama cha Mapinduzi mm -hmm. lakini baadaye waziri wa fedha akasoma bajeti kuu ya serikali mm -hmm. Na natamani kusikia kwa sababu kama mfanyabiashara, wakati mwingine unayafuatilia mambo mm -hmm. hayo maana mm -hmm. serikali ni ya Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo usipoyafuatilia ya Chama cha Mapinduzi mm -hmm. wakati mwingine unaweza ukailaumu serikali, kumbe ni kwa sababu mm -hmm. ya miongozo ya chama mm -hmm. Ulifuatilia ilani ya Chama cha Mapinduzi? ndiyo na unaona hii ilani yao mpya ambayo wametoa ishirini ishirini na tano ishirini thelathini itakuwa na manufaa kwa ninyi wafanyabiashara. Ndiyo, itakuwa na manufaa makubwa kwa Kwe. sababu gani? kutokana na, na mwongozo ulivyokuwa umewekwa hmm. E, tunaona kabisa kwamba sasa tunagundua serikali ya chama cha mapinduzi hmm. inathamini na inajali watu wake, sio sasa kwamba unaongea kama kada, hapana hmm. Na, natamani uzungumze katika sura ya ki wafanyabiashara zaidi. E, nazungumza hivyo italeta tu, kwa sababu yani ukada utabaki kuwa ukada mm, lakini serikali inayoongozwa inaongozwa na Chama cha Mapinduzi mm-hmm. E, hauwezi kukwepa, ndio. E, kwa hiyo unaona matumaini ya wafanyabiashara kutokana na ilani ile, kama itatekelezwa itatekelezwa vizuri, na mambo naamini yatakwenda vizuri, kwa sababu serikali yetu na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hasani ni msikivu hmm. na anajali sana watu wake hmm. kwa hiyo hmm. tunaamini itakwenda kama ilivyopangwa. Mtazamaji ni Bi Fatma Mikdadi Saidi Ulaya, nipo naye hapa kwenye mazungumzo ya moja kwa moja, na kama nilivyokuwa nimekuarifu awali, tupo katika ofisi za TCCIA hapa Morogoro na awali tulifanya mazungumzo na mwenyekiti wa taasisi hii, lakini tukazungumza na katibu pia. Na sasa tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara wanaopatikana katika manispaa hii ya mkoa wa Morogoro, ili waweze kutuambia miaka minne ya Rais Samia, ambacho ndicho kipindi chetu hiki kabisa mahususi. Tunaiangazia miaka minne ya Rais Samia, na safari nzima ya maendeleo imekuwa na tafsiri gani kwa wafanyabiashara, si tu kwa wafanyabiashara hata kwa watu wengine wa sekta mbalimbali. Niko na Bi Fatma Mikdad Saidi Ulaya, namsikia anavyojaribu kuzungumza kwa sababu Rais Samia ni mwanamke na ninyi. Mm -hmm. Sasa ni wakati wenu, sisi wakati mwingine wanaume mmekuwa mkituonea sana. Kwa sasa mnatamba, mnasema mko kwenye hatamu, mko kwenye madaraka eh. Mm -hmm. Ni wakati wenu na chama cha cha Mapinduzi tayari kimemteua eh, Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wao wacha, wa chama taifa, kwamba kwenye uchaguzi ujao awanie tena ndio, pengine kama ridhaa ya wananchi akiipata, maana yake ataendelea kutongoza kwa hiyo mm -hmm. tutegemee kuona wanawake mkiendelea kudunda katika katika ku, ku, ku, ku, kukuza maendeleo ya nchi yetu mm -hmm. ikitokea umepata nafasi mm -hmm. wewe ni mfanyabiashara, ni kiongozi, ikitokea umepata nafasi leo mm -hmm. ukakutana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasan mm -hmm. akakwambia, Bi Fatma niambie lolote, utamwambiaje? Mimi kwanza nitamshukuru mm -hmm. kwa kazi zake anazozifanya mm -hmm. lakini pia nitaendelea kumwomba mm -hmm. ridhaa ya kuweza kuonyesha kwamba aendelee kuwa mahiri katika mm -hmm. utendaji wake wa kazi mm -hmm. E, mm -hmm. Ndiyo. utamwomba hayo tu? na kingine nitamuomba vyo vyote vile anteue niwe kiongozi pia eh. Rudia hiyo mama, ipate vizuri, kwamba unadhani unatosha kumsaidia mama kwenye nafasi yoyote ya uteuzi eh? mimi natosha mm -hmm. kwa sababu mimi ni, pia ni mtoto wa mm -hmm. kada wa Chama cha Mapinduzi. Mtoto wa nyoka afundishi kuuma mm -hmm. yani niseme kwamba anteue aniweke popote, mimi niko tayari kumsaidia kufanya kazi mm. eh. Ngoja tumalizie na hili swali mm. Moja kati ya ajenda kubwa sana katika eh, maamuzi mm. ya masuala ya mm. maendeleo katika taifa lolote lile yeah. ni masuala ya uchaguzi mm. Tuna siku chache sana zimesalia kabla yeah. tujaingia kwenye uchaguzi mkuu wa yeah. serikali 2025 hii yeah. Oktoba yeah. Kama mwanamke, kama mzazi, kama kiongozi, kama mm. mwananchi, kama Mtanzania mm. una lipi la kuzungumza kuelekea uchaguzi mkuu? Mimi na ya kuzungumza ni kwamba mm. tufate utaratibu mm -hmm. Nadhani taratibu zote za kujiandikisha mm. za kwenda kufanya uchaguzi zote zimekamilika mm -hmm. Sasa hivi tunasubiri tu muda ufike mm -hmm. Tuweze kwenda kwenye uchaguzi mm -hmm. Na, na na wewe kama mwananchi ambaye matakwa ya kikatiba yanakutaka ujiandikishe eh, sasa hivi serikali ilikuja na mpango wa kuboresha daftari lako la kudumu la mpiga kura, yeah. Umeyafanya yote hayo? Yote nimeyafanya na nimekamilisha kila kitu pamoja na familia yangu, yeah. na majirani wote yeah kila sehemu tumejaribu kuambia watu na tumehakiki kwamba tumeona kweli watu wamefanya hivyo mm -hmm. Kwa sababu bila kufanya hivyo manake mm -hmm. unakosa haki yako ya msingi ya kuchagua kiongozi. Chama chenu cha Mapinduzi, wewe umesema ni mtoto wa nyoka, kwa maana ya kada wa Chama cha Mapinduzi na ni nyoka, maana yake bila shaka pia wewe ni, ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Wanasema Oktoba wanatiki mm -hmm. na wanasema mitano tena kwa Rais Samia mm -hmm. Lakini upande wa pili wanasema wao watabaki na kura zao majumbani. Hmm. Ikiwa ni ishara ya kulinda kura zao. Hmm. Wewe unasemaje, Oktoba unatiki? Sisi Oktoba. Na kwa nini unatiki? Kama unatiki, mimi lazima nitiki, kwa sababu ni haki ya yangu ya msingi mm -hmm. Wale ambao hawata kwenda kutiki manake hawatambui haki zao za msingi mm -hmm. E, mm -hmm. Kwa sababu kawaida ya uchaguzi ni lazima utoke ukachague kiongozi wako bora mm -hmm. Sasa o, kama unabaki nyumbani, wanasema, wana wanasema viongozi wao hawamo, wanaenda kumchagua nani? Ah, sasa hilo ni la kwao kwa sababu swala la kwenda uchaguzi ni lazima, mm. Eh, lazima utoke ukamchague kiongozi mm. Sasa usipochagua maanake unachagua ni, yani haieleweki kwa kweli mm. Lakini ni, kwa kifupi ni vema watoke wakachague mm -hmm. Eh, neno lako la mwisho kwa Watanzania? Mi, neno langu kwa Watanzania ni waombe tujitokeze kwa wingi kwenda kufanya uchaguzi, ni haki yetu ya msingi, lakini tuchague viongozi wetu ambao tunaona wanafaa na tutiki mm -hmm kwa makini kabisa. na neno lako la mwisho kwa wafanyabiashara hasa kina mama e, wa kina mama, mimi mama wafanyabiashara, nawaomba kwamba tuendelee kuwa wajasiriamali na, wajasiri hmm. na tujitahidi kuwa wasikivu hmm. kwa serikali yetu, hususani rais wetu ni mwanamke hmm. tutii maelekezo ili mambo yetu yaweze kwenda mtazamaji tutii, yeah. maelekezo ili mambo yetu yaendelee kwa vizuri. Hayo ni maneno ya Bi Fatma mm. Mikdad Saidi Ulaya mm. ambaye ni mfanyabiashara lakini pia ni mdao katika chemba hii ya biashara TCCIA hapa mkoa wa Morogoro, nilikuwa naye hapa ikiwa ni mwendelezo wa vipindi ambavyo tumevianza tangu mapema kabisa. Tulizungumza na mwenyekiti wa TCCIA hapa Morogoro, lakini baadaye tukazungumza mm. na mtendaji wa TCCIA kwa maana ya katibu hapa hapa Morogoro, na baadaye tumekuwa na Bi Fatma, Mikdad, Saidi Ulaya naye amejaribu kuyazungumza yale ambayo kwa kweli yanatokana na miaka minne ya Rais Samia e, ndani ya uongozi wake, lakini na safari nzima ya maendeleo. Kipindi kilikuwa mubashara kabisa kupitia Manyunyu TV na kama ndo kwanza umejiunga nasi mara yako ya kwa kwanza kutufuatilia Hakikisha una subscribe kwenye YouTube, lakini pia hakikisha unatufuata kwenye vyanzo vyote vya taarifa kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, X, Twitter na kwingineko kote huko, hakikisha unafuata kwa kuandika Manyunyu TV. Hadi wakati mwingine tena, tungali hapa, tumeweka kambi katika huu mji wa kasoro bahari, Morogoro. Endelea kuwa nasi hadi wakati mwingine. Assalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Asante, Asante, asante mtangazaji.